Na mashujaa wa vita niliwaangusha chini, wasiweze kuinuka tena. Niliwakomesha na kuwazima kama utambi wa taa, sasa asema Bwana, kumaanisha wetu jinsi kwa Waisraeli aliwakukusha mambo ya zamani